Kwa jina anaitwa Dr. Christian Kevera, ni mkurugenzi mtendaji kampuni ya Yono, Yono Auction Mart tuko jijini Dar es Salaam na Tanzania, kwa, Tanzania nzima kwa ujumla ni kampuni ya kimataifa na kitaifa. Kazi yetu kubwa ni kuuza viwanja, magari, nyumba, kukusanya madeni ah, kwa ujumla ni government collectors. Kwa hiyo ukiwa na shida karibu Yono Auction Mart. Ah, leo tuko jijini Dodoma. Uh, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chamwino Ikulu, tunawashukuru leo ametupatia kuwauzia viwanja vyao ambavyo vinapatikana maeneo ya magereza Iringa Road, jirani na gereza la Isanga au frame za, za magereza. Viwanja ni vizuri sana, vinatazama barabara kuu. Viwanja vina skwere mita mbalimbali. Kuna skwere mita elfu kuna siku ya mita elfu moja kuna siku ya mita elfu mbili kuna siku ya mita elfu tatu Viwanja hivi ni vizuri sana, vinafaa kwa biashara, frem za biashara, yadi za magari, kujenga loji, hoteli hapo. Viwanja ni vizuri sana. Ewe mkazi wa Dodoma, mfanyi biashara, kupitia Yono Auction Mart naomba usikose hii fursa. Mnada utafanyika tarehe ishirini na moja mwezi wa sita mwaka ishirini na ishirini na tano kuanzia saa nne na nusu maeneo haya haya ya gereza la isanga karibu ndugu mteja kagua viwanja hivi wakati wote pia dodoma tuna ofisi yetu ipo uh, uzunguni plot namba ya mia tatu sabini na moja kwa hiyo ukihitaji kutembelea viwanja hivi kwa wakazi wa dodoma tembelea ofisi uh, ofisi zetu zilizoko dodoma namba zetu za simu ni sifuri saba tano nne mia nne tisini na saba mia moja ishirini na nne na sifuri saba sitini na nne sitini na sita themanini na nne hamsini na moja Hizi zinapatikana makao makuu, ndugu mteja, ewo eh mfanyibiashara wa jijini Dodoma, na kusihi usikose hii fursa, ni fursa ya milenium. Karibu uwekeze na uwe, uwe, uwe partnership wa Yono Auction Mart kupitia viwanja hivi. Sisi Yono Auction Mart tunasema kwamba tajirika na Yono Auction Mart, na kukaribisha kwenye uwekezaji huu. Anza kunoa kisu chako, kwa maana mwenye kisu kikali ndo atakaye kula nyama. Angalia kiwanja hiki kina square mita elfu mbili mia nne plus na nyumba kubwa unavyoliona hili. Unataka nini? Njoo uwekeze na Yono Auction Mart and the Company Limited. Karibu sana tarehe ishirini na moja mwezi wa sita ishirini ishirini na tano kuanzia saa nne na nusu njoo upate ah, mali hizi kadiri ya nguvu yako ulionayo. Yono mbele, mbele.